tarehe 16 eh, ya mwezi wa 9 na mara ya mwisho tarehe kama ya leo eh, e, yani mwezi huu wa tisa. Simba A. nanga kukutana A. Yanga alishinda, oyo historia inajirudia, tafadhali. Ni faida kubwa aliyoingiza kwenye mchezo mkubwa wa masumbwi kati ya Saul Canelo Alvarez na Terence Crawford ulioandaliwa kwenye Allegiant Stadium Las Vegas, ukiwavutia zaidi ya mashabiki elfu sabini na mamilioni waliingiza. Hii ni kampuni ya Netflix. Tukio hili limeonyesha nguvu ya matangazo ya moja kwa moja ya mtandaoni, yaani pay-per-view. Netflix sasa inashindana vikali kwenye kuandaa mapambano mengine na kampuni za ESPN, DAZN, Amazon prime video Peacock, Paramount Plus, na Apple TV Plus. Sasa sana ni mfululizo wa matukio ya kupinga mashambulizi yanayoendelea huko Palestina. Jana kwenye mashindano ya volta e, Espanya yalikatishwa huko Madridi baada ya waandamanaji wa pro Palestina kuangusha vizuizi na kuzuia barabara wakiwa bado kilomita 60, kumalizika kwa mbio hizo. Hatua hiyo ilianza mchana na, na ikadumu kwa zaidi ya saa moja kabla ya kuamua kuzitisha mbio hizo. Waandamanaji walilenga kulalamika ushiriki wa timu ya Israel. Premier Tech UCI imetuhumu ime serikali ya Hispania kwa kutumia michezo kisiasa baada ya Waziri Mkuu Pedro Sanchez kuunga mkono waandamanaji hao. Haijathibitishwa kama mbio hizi zitaendelea au la. Ni idadi ya siku alizokuwa amelazwa koma. Mchezaji wa kueteleza kwenye barafu ski, raia wa Italia Matteo Franzoso amefariki dunia baada ya ajali mbaya wakati wa mazoezi nchini Chile Jumamosi. Franzoso alipata jeraha kubwa la kichwani baada ya kugongana, kugongana na uzio katika eneo la la Palva, milima ya Andes. Alikuwa akitibiwa katika hospitali ya Santiago huko Chile, lakini leo hii kama angelikuwa hai ni siku ya mfanano wake ya kuzaliwa. Oh, jamani. Tatu ndio miaka atakayohudumu ndani ya kamati ya ufundi na mashindano ya shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu Afrika CAF, Bwana Shabani Msangi ambaye ni mkurugenzi wa sasa wa ufundi wa shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu Tanzania TAF. Kamati hii itakuwa ikifanya kazi kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka huu 25 hadi 28 na na Bwana Msangi atahusika katika kupanga na kusimamia mashindano ya kikanda na maendeleo ya mpira wa miguu kwa wachezaji wenye ulemavu barani Afrika kote. Aliyekuja ah, huyu alikuwa hapa ndani mkurugenzi, sasa amepata nafasi kwenye Afrika nzima. I say. Hey, hey! Kiutani, Utani tu hivyo eh? Washarudi, washarudi. Na wamepokelewa vikali na mashine pia, alikuwepo kwenye, na medali pia alivaa. <laughs> hongereni sana jamani, so proud of you. Mbili. Ni siku zilizopita baada ya Tanzania Olympic Committee TOC kuzindua kozi ya kitaifa ya mafunzo ya tekniki za taekwondo itakayodumu kwa siku kumi na mbili katika kituo cha Olimpi Afrika Mkuza, Kibaha mkoani Pwani. Kozi hii imeanza jana na itamalizika tarehe 26 mwezi huu huu. Jumla ya wa washiriki 30 kutoka bara na visiwani watashiriki. Mtaalamu wa kimataifa Profesa June Chol Lyon kutoka Marekani ataendelea kufuatilia kozi hii, akisisitiza kutoa maarifa na ujuzi wa taekwondo kwa makocha, kukuza uwezo wao, kuendeleza mchezo nchi nzima. Na sasa moja ndio mshindi pekee anayetafutwa katika mchezo wa leo wa Ngao ya Jamii, huku shirikisho mm -hmm la soka Tanzania TFF wameshatangaza viingilio na waamuzi wa mchezo huo utakaochezwa kwenye uwanja Benjamin Mkapa pale pale, ukihusisha Simba na Yanga. Viingilio ni platinum, tiketi ni shilingi laki tatu. VIP A, shilingi laki moja. VIP B, shilingi elfu thelathini. VIP C, shilingi elfu ishirini. Orange shilingi elfu kumi na tano na viti vya mzunguko ni shilingi elfu tano. TFF imewachagua Ahmed Arajiga kama mwamuzi wa kati akisaidiwa na Muhamed Mkono na Kasimu Mp... Kama wa staff na Kayoko, wa kwanza wa na itakuwa ni dabi akiwa, akiwa eh, mechi, mechi na nani ambaye atakayeshinda. Okay. Yes. Na hizo ndio stori sita kali za siku ya leo ambazo mimi nimezisoma hasa nchema lakini... Ehe, jana mm -hmm. Kwenye ishu ya simbu mm -hmm. Aliyeshinda gold medal pale Tokyo Japani, ehe, niliona post ya US Embassy kwa Tanzania mm -hmm ubalozi wa Marekani kwa Tanzania kwenye Instagram waliweka picha yake na kumpongeza of course. Sasa, kama walivyofanya watu wengi kena msemaji wa serikali, hmm. Mama Samia mwenyewe rais wa uh, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dio, dio. Uh, sasa kilichonifurahisha kwa ile post ya nani, uh, ubalozi wa Marekani ni kuwa waliweka picha yake ndio. Alafu slide ya pili alikuwa ameka kiatu alikuwa ameshika kiatu, e, kia, kiatu e, kiatu chake e, alichokimbilia nacho mm, nikakwambia jana Hassan, kwani hichi kiatu kina nini? Kwanza kwanza kiatu kenyewe sijai kukiona hiki kiatu ni, ni, ni kiatu gani hiki? Hii ni brand gani? na kiko tofauti pia kwa yani kimemsaidiaje mpaka ame ame, ki, ame, ki, ame heshimisha kiasi hicho, sasa bwana kile kiatu kinaitwa Adidas Adi Zero, Adios Pro Evo 2, ni kiatu cha mbio cha kiwango cha juu kilichoundwa mahususi kwa ajili ya mbio ndefu mm -hmm. na zile zilikuwa mbio za kilomita 42. Kwa kile kiatu ni mahususi kwa mbio zile, na bei ya kiatu kile, eh? babra eh? ni takribani dola 500. Ukisema dola 500 sasa kama kama bila kawaida ni milioni moja. Ni milioni moja na elfu sitini za sasa hivi za Tanzania, yes. Eh, na kinapatikana kwa wateja wachache kupitia ah, tovuti rasmi ya Adidas. Mm-hmm. Okay. Na sifa ya kiatu hicho Bwana Babla. Bwana Babla. Eh. Madam Babla. Muundo mwepesi wa kiatu hiko kina uzito wa takribani gramu 138. Okay. Na kina ukubwa wa UK 8.5, kiatu kile ambacho alikishika Simbu, na hivyo kinaongeza wepesi zaidi kuliko viatu ah, vingine vya mbio. Okay. Mm-hmm. kimetengenezwa mahususi kwa ajili ya wanariadha haswa lakini pia kukipata ni, ni issue sana na, na kinapatikana kwenye tovuti tu, yani unaweza kukiagiza kutokea kinapotengenezwa Marekani. Okay, eh, okay, asante. Sasa niko nakiangalia, naona mbona kifanani na hizo adidas nyingine ambazo tumeshazoea ku, kupiga nazo misele. Brandi wametisha sana, eh, simbu hongera sana, hisi tuingie kwenye magazeti punde si punde. La kwanza ni Muhenga Hits. Asante sana Hasan, shukrani. Good morning sports, sports countdown